Na ukisoma ripoti hii ndani yake kuna mambo ambayo wamebaini. Kwanza, uandishi wa habari zinazohusu masuala ya nishati jua ulikuwa chini sana hapa nchini, lakini angalau umeongezeka kutoka wastani wa habari 63 hivi kwenda mia na kumi. Hiyo peke yake inakuonesha kwamba mafunzo kuna kitu yalifanya na ongezeko hilo ambalo linachukuliwa kama asilimia 79 linaonyesha kwamba mafunzo yalizalisha yali, yali kitu fulani katika wanahabari hapa nchini kuona umuhimu wa kuandika habari za umeme unaotokana na nishati ya jua lakini eh, nishati jua ujue ni sehemu ya nishati safi. Nchi yetu ipo katika mpango wa nishati safi, na ukisema nishati jua eh, wengi wanajiuliza hii inasaidia nini kilimo? A, ukiangalia habari zilizoandikwa kuna maeneo matatu ya msingi ambayo yanahusisha e, swala la nishati jua katika kilimo, moja ni umwagiliaji, lakini pili ni kuhifadhi, uhifadhi wa bidhaa ambazo zinazalishwa. Baadhi ya nchi na baadhi ya mikoa na baadhi ya maeneo hapa nchini yanatumia nishati jua kukausha mazao, yanatumia nishati jua kuzalisha ubaridi kwa ajili ya kuhifadhi katika vyumba vya kuhifadhia mazao, lakini na uchakataji, kwamba kuna wengine unakuta mazao kwa mfano, wale wakulima wa ndizi wanaouza ndizi zilizokaushwa Ulaya na China wanatumia nishati jua kukausha zile ndizi na kufanya packaging. Kwa hiyo, kwa Afrika Mashariki hizi nchi tatu zilikofanyika utafiti inaonekana kumekuwepo ongezeko la idadi ya habari, lakini kina katika zile habari kuonesha kwamba habari za uchunguzi kwenda kwa kina kuonesha faida e, uzuri wa hiyo nishati, madhara kama yapo, wakulima wameipokeaje, hilo hilo halionekani sana kwenye utafiti huu uliofanyika na inaonekana habari nyingi zimetokana ama na matamko ya serikali ama e, e, vyama vya kijamii civil societies, au matukio kwamba kunazinduliwa mradi wa umwagiliaji, wametembelea bwawa, wamefanya nini, ndizo zimekuwa habari nyingi. Sasa tuwe na mafunzo tena mengine ya nini, tuendelee kutoa mafunzo ya kwa waandishi kulipoti, kama mmeona kwamba kumekuwa na improvement I do believe tukiongeza, ma tukiongeza mafunzo, huenda ripoti yetu ya tatu itakuwa na stories nyingi za zaidi zaidisema value chain. Mnajua kwamba umeme wa jua unaweza kutumia kupampu maji, unajua hilo, watu wakalima, sawa, unajua kwamba wanahifadhia nini mazao, lakini wanautengenezea pia e, chakula kwa upande wa kilimo, lakini sio matumizi ya ndani kulima watakwambia mambo yao sawa. Uende kwa naye, mtu anayeuza paneli za za kilimo atakuwa na mambo yake sawa. Uende kwa serikali, kuna watu vitendo vya sola vipo vya nishati safi. Uende kwa mabwana shamba na yaani, na ukieta story wewe umefanya nini, imeshiba.